Pesa ya nini? Una suti, nimepiga suti wewe, mzee unataka nini? Unataka nini? Hata ujinga, hata ujinga. Hata Jani, ujinga, kiwaja ujinga. Mzee wewe, nitakupiga nitakupiga wewe, nitakugonga nitakugonga, nitakugonga wewe, nitakugonga. Unanijua mimi kweli mzee? Aa, tembea laini yako hapana. Tembea kwa laini yangu hapana, kutembea kwa laini yangu mzee. Mimi nilipigana suruari kubwa nilipigaau